Naibu makamu mkuu wa chuo taaluma wa chuo kikuu cha Dar es Salaam anakaribisha maombi ya kujiunga na programu za uzamili na uzamivu kwa mwaka wa masomo 2025/2026. Programu hizi ni pamoja na shahada ya uzamivu, shahada ya uzamili na stashahada ya uzamili katika fani mbalimbali mbali, ikiwemo sayansi ya jamii insia, sayansi ya asilia na tumizi, sayansi ya uhandisi na teknolojia, biashara na uchumi, elimu, sheria teknolojia ya habari na mawasiliano, sayansi za kilimo, teknolojia ya uvuvi, taaluma ya lugha na sayansi ya madini. Chuo kina wahadhiri wenye sifa na waliobobea katika fani mbalimbali mbali za kitaaluma na wenye rekodi nzuri ya mafanikio. Pia chuo kina mazingira mazuri ya kujifunza na kujifunzia, maktaba ya kisasa, maabara, pamoja na mabweni ya kisasa kwa gharama nafuu. Kwa maelezo zaidi kuhusu utaratibu wa kuomba kwa njia ya mtandao, tembelea tovuti yetu www.udsm.ac.tz Vilevile, unaweza kupiga simu kupitia namba 0739410016.